Msifu Yesu Kristo. Kwa majina inaitwa Askofu Jovitus Francis Mwijage, Askofu wa Jimbo Katoliki la Bukoba. Kama mnavyofahamu, mwezi wa kumi ni mwezi wa kusali rosari na kuombea umisionari, na katika mwezi huo huo huwa tunafanya kampeni ya kuchangia umisionari kwa kila mbatizwa na Mkristo mwenye mapenzi mema, huwa tunaalikwa kuchangia umisionari na kusali rozari kumkimbilia mama Bikira Maria ili aweze kuwa nasi katika safari hii ya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni. Yeye mama Bikira Maria kadiri ya imani yetu na mafundisho ya Kanisa ameishafika huko mbinguni. Kwa hiyo sisi ambao ndiyo kanisa la wapiganaji bado tunaendelea kumwomba huyu mama Bikira Maria atuombee, ili tuweze kwenda huko mbinguni yeye alipo. Katika mwezi huu wa kimisionari na mwezi wa Rozari, sisi jimbo la Bukoba huwa tuna hija, na mwaka huu itafanyika tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi hapo katika parokia ya Mugana katika kituo chetu cha hija cha Nyakijoga, au tunakiita kwa majina mengine rudi ya Bukoba, na kwa muda mrefu, wale ambao wanafahamu kituo hicho wanajua kwamba wanapoenda eh, katika sara mbalimbali katika hija huwa hakuna malazi, na tangia mwaka jana tulianza kampeni ya ujenzi wa hosteli hosteli ambayo tunalenga iwe na vyumba mia moja vya watu kulala. Tulianza mchango wetu mwaka jana na mwaka huu tungependa kuendeleza mchango huo, na kama tulivyofanya mwaka jana, tulikuwa na matembezi ya hisani. Yalianzia kanisa kuu na mimi nilitembea kutoka kanisa kuu karibu masaa manne e, kutoka kanisa kuu kwenda Mugana. Nilikuwa na Wakristo walioniunga mkono na nashukuru kwamba matembezi ya hisani hayo yalikuwa pazuri e, na kiasi kilichopatikana ndo sasa kimetayarisha uanzishaji wa ujenzi wa hosteli hizo. Ukifika pale utaona banda vimeisha tayarishwa na vifaa mbalimbali vimeishafika kwenye nafasi hiyo ambayo watakapojenga hosteli. Tachukua nafasi hii kualika tena katika kuniunga mkono, tutakuwa na matembezi ya hisani kutoka kanisa kuu kuelekea kanisa hilo damgana, na Mugana kituo chetu cha hija na nategemea matembezi hayo yataanza saa tatu na nusu yaani tarehe ishirini na tano tukifika pale kama kawaida e, huwa tunakuwa na mkesha na mafundisho mbalimbali ninawaalika e, mchangie kituo hicho kwa kupitia t-shirt ambazo zimetolewa za kituo hicho, pia kama eh, na accounts ambazo zitakuwa zimetolewa kwa kupitia kituo hicho. Na katika matembezi yetu ya hisani tutakuwa na nia mbalimbali mbali za kuombea nia, e, kuombea haki na amani nchi yetu, kuombea wagonjwa na kuombea watu wenye shida mbalimbali mbali, na watu wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo ninawaalika katika matembezi hayo ya hisani, na tunawaalika mtu aliye na chochote kuchangia eh, ujenzi wa hosteli. Ninaomba eh, tujitoe ili hosteli hizo tuweze kuzijenga. Nina imani tukishirikiana na tukitoa kwa moyo mkunjufu, mama Bikira Maria atatujalia neema na baraka tunazo itaji katika maisha yetu. Hiyo naendelea kualika vijana eh, waamini wote wa jimbo la Bukoba na wengine kutoka eh, sehemu mbalimbali za ulimwengu, kwa sababu kama navyojua, Radio eh, Mbiu inafika sehemu mbalimbali za ulimwengu na waalika kuchangia kituo hicho cha Hija pia ninawaalika na watu wote wenye mapenzi mema, karibuni tuchangie kituo hicho cha Hija kusudi siku za mbeleni tutakapokuwa tunapenda kufanya hija wakati wowote wa tusiwe tunalazimika kwenda siku moja na kurudi, bali e, tuweze kupata pa, e, tuweze kwenda pale na kulala pale na kufanya mazoezi ya kiroho ambayo ni labda ni siku zaidi ya moja, siku tatu, tunakuwa na uhakika kwamba E, tunapokwenda pale tunaweza tukapata malazi na huduma mbalimbali mbali. Sasa kwa wakati huu watu walio wengi wanalazimika kulala mjini au kulala sehemu nyingine e, Rwamishenye halafu e, wanaamka na wa, e, wanapanda gari wanakwenda kule, na kwa kuwa hakuna e, huduma ya kulala kwa hiyo inabidi warudi. Watu wengi wameona kwamba, e, kwa kweli hiyo ni kama inawaletea usumbufu. Mtu angependa kukaa pale, e, na mama Bikira Maria kuongea naye e, na kupata muda wa kutafakari maisha yake mbele ya huyo mama wa Mungu e, kwa kupitia kituo hicho cha hija, lakini hawezi akaaa pale, inabidi eh, huyo mtu aondoke na kwenda kutafuta malazi sehemu nyingine. Ili kuweza kuboresha kituo hicho chetu, inaendelea kuwaalika tafadhali, tafadhali toa ukarimu wako, ili tuweze kujenga kituo hicho na ili kuweza kusaidia uchangishaji tunatoa e, akaunti za kituo hicho, ya akaunti ya benki ya Mkombozi, akaunti ya benki ya CRDB, pamoja na akaunti ya za simu. Natanguliza shukrani e, kwa kunisikiliza na naomba Mwenyezi Mungu awabariki wale wote ambao watakuwa wamechangia au watajitahidi kuchangia e, kituo hicho cha Hija. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo.